So guys, kama kawaida unaona Luis mwenyewe. So guys, So guys mmekuletea msanii wangu mkubwa sana mkubwa mnoma. Sasa, nisumbua, hey, tulete, tulete. Sasa newa mnanisumbua, tulete tuletee. Sasa leo nimwaletea rasta mwenyewe, hacha tueni tumjue. Leo jamaa ametoka out bwana. So niaje bro? Fiti sana vile. Uko fiti? Ni poa sana. So unatambulika kama nani? kama umekuja so, yeah. Kuna kuna yes, na marafiki zako pesa mingi, pesa mengi babu, pesa like how much, bro. Nataka nijue kama ngapi hivi ya ma Kenya na penye si at au match ambayo umevaa peke yake leo. So, guys, tunaenda hapa. Unaona hii chain ya pesa, guys, atajua ni, ni ngapi. So cheki cheki cheki. Waoneshe, waoneshe, waoneshe. So, guys, so Juboy hii yote ni pesa ngapi? Kama laki moja na nusu ama Kenya babu. Laki moja. Yes. So wao naambia na nusu aje wasanii ambao wanakutaka challenge sasa hivi. Nawambia wajipange kwa sababu kuwa msanii mkubwa hapa ni kujipanga. Pesa ndio inatumika pesa, pesa. Pesa. <laughs> Guys, mmeambiwa that do ndio inatumika hapa yeah. Kama una pesa sijui sijui sasa utakuja kufanya challenge yeah, gani? Tafuta pesa, uombe pesa, alafu ndio uombe hiyo challenge. Hebu waoneshe waoneshe waoneshe mkwanja <laughs> mujipange. Mujipange ni kujipanga, kujipanga ndio ukuje usumbuane kujipanga. Kujipanga. Kujipanga. <laughs> yeah.